Wadau katika sekta ya maji wamezindua mpango endelevu wa utoaji maji na usafi wa mazingira kwa miji ya humu nchini. Mradi unaolenga kuboresha upatikanaji wa maji safi na huduma za usafi katika kaunti zote 47. Mpango huu unafadhiliwa na Benki ya Maendeleo barani Afrika kwa ushirikiano na serikali ya Kenya, huku ugavi wa fedha ukitengwa wa makundi matatu ya Rift Valley. Na Tana. Akizungumza wakati wa warsha ya kuhamasisha wanahabari kuhusu mradi huo jijini Nairobi, mshirikishi wa kundi la Rift Valley linalojumuisha kaunti ishirini na tatu, Philip Kimeli alisema kuwa zaidi ya miradi kumi na tano ya usambazaji maji na ujenzi wa mifumo ya kuondoa maji taka inatekelezwa katika maeneo hayo, ambapo asilimia tisaini ya miradi hiyo imekamilika.

Sure, uh, angalau tumepata mawili matatu na pia kama taifa tumeona asilimia sabini ya Wakenya wanapata, wanaweza kupata maji safi na yaliyo salama. Hiyo ni kuonyesha kwamba tunaelekea mahali pazuri if you're taken through from the beginning of a project all to the end to, uh, of the project we get better understanding and not going again back to the backlog and then get some mishaps and misinterpretation